Hello my Tanzanian brothers and sisters mko vipi? Tuko salama sana. Haya, baada ya uchaguzi wenu ulifanyika, kulifanyika maafa na serikali yenu ikakuja ikasema haijui yaliyofanyika, manake hamna mtu aliyofariki wala kujeruhiwa, hamna watu waliofariki wala kujeruhiwa. Lakini kumekuwa na picha mingi zikisambaa mtandaoni, zikisambaa mtandaoni kabisa, zikionyesha jinsi watu walivyokuwa wakifariki ama walivyokuwa wakifarisishwa walivyokuwa wakifarisishwa uh, na wale ambao walikuwa wakiwafarisisha wengine wanaonekana moja mbili tatu pale, na ikasemekana hizo picha zote ni propaganda, si ukweli. Wakazichukua wale wenzetu wa BBC, wakachukua wale wa CNN. Larry akaja akasema wamezipokea picha mingi na video mingi ambazo wanataka kuzithibitisha waone kama ni kweli ama si kweli, manake hawangeweka habari yote kwenye hewa ama hewani isiyothibitika, manake watakuwa wameanza kuwa waongo, na serikali ya Tanzania huenda ikafanya nini, ikawaweka kotini, maanake wamesema uongo. BBC wakachukua hizo ripoti. Nimeona kanda fulani zikitembea mtandaoni, BBC wakisema wamethibitisha ya kwamba picha walizotumiwa ni sawa, picha walizotumia ni sawa na ni kweli ya kwamba haya maafa yalifanya nini, yalifanyika. Jana tukaona picha zingine za watu mili, za watu zimetapakaa kwenye mochwari fulani mahali Aa, na inasemekana ni yale kwa wale waliokufa ama yafa yaliyotendeka, baadhi ya wao ni hao, hizo mili zilikuwa zimetapakaa kabisa, alafu uh, kidogo nikaona pia kwenye hiyo kwenye hizo nini wanasema serikali ya Tanzania inataka ishaanza kuziondoa, maana inasema hizo picha ni feki, si za kweli. Hizo mili ambazo zimetapakaa kwenye, kwenye mochwari si za kweli, ni feki. Mtu akauliza swali, kama ni feki, mbona wakuja waseme ni feki? Kama si ukweli, mbona wakuja waseme ni feki na wataki hizo picha ziondolewe mtandaoni? Manake kuna ukweli fulani ambao upo pale, wenye hawataki watu wafanye nini, watu waofahamu. Sasa kama ni kweli yale maafa yamethibitishwa, yamethibitishwa ni kweli, kama ni kweli yale maafa yamethibitishwa ni kweli, itakuwaje kwa uongozi ambao ulioko mchini Tanzania kwa sasa. Mama mwenyewe akaja akaomba msamaha na akasema, anawatakia kila heri walioumia, Mungu awaponye na wafariji kwa haraka, na wale waliofiwa ndugu zao ama waliofiwa jamaa zao, pia anawafariji na anaombea Mungu awafariji nyoyo zao. Watanzania wengi wakakubali, wakasema ni kweli. Wengine wakasema ah, ah, hatutakubali. Wengi bado wanasisitiza kutakuwa na yale maandamano ambao walisema itafanyika Disemba tarehe tisa Disemba mwaka wa alfu mbili na tano. Wanasema bado tutakuja, bado tutaenda kwa maandamano, manake wanataka ah, kila ambacho watanzania wanahitaji ama wanaitisha nini? Wanaitisha katiba mpya, wanahitisha katiba mpya hicho ndio kicho ambacho uh, watanzania wengi wanasema, wanasema maandamano tutakuja, tulisema ni maandamano ya maji, tutafanya nini? Tutakuja. Uh, ni jana pia niliona kama tayari washathibitisha ama washachukua, washamwamrisha, sio kumwamrisha, washampa notice mkubwa wa polisi ya kwamba kutakuwa na maandamano ya amani tarehe tisa Disemba mwaka wa elfu mbili kumi na ishirini na tano. Sasa maandamano tena polisi watahusika ama itakuwa maandamano ya amani? Tanzania limejulikana kama taifa la amani uh, tangu jadi, taifa ambalo limetukuka, uh, ama limejulikana kwa ile uh, hali ya kuwa na amani na kuyafanya mambo jinsi yanavyohitajika, taifa ambalo halijakuwa na msukusuko jinsi walivyoona uh, ile siku ya tarehe tisa Oktoba mwaka wa elfu mbili ishirini na tano siku ambayo Watanzania walikuwa wanaenda kwenye debe ama chaguzi zao ama uchaguzi wao mkuu kumchagua rais na wabunge mbalimbali mbali kwenye taifa la Tanzania, viongozi ambao walidhani ni viongozi ambao watawashikilia na kuwaeleza ama kuwaelekeza kwa njia ambayo inafaa. Lakini yashafanyika, itakuaje? Hey, uh, ICC itakuja ndani kuangalia ama ku, ku, uh, kufuatilia na kujua ni jinsi gani watakavyofanya, ama Yameisha tu ni kama kawaida, watu wagange ajayo, maisha yaendelee. Ni kwenu, ndugu zetu wa Tanzania, mtuambie mpangilio mlio nao ni upi? Kwa yote, sisi tutazidi kuwaombea Mungu awape amani na alilinde taifa la Tanzania. Asante sana, tuachie comment hapo, tuambie kulikoni ama kunaendeleaje huko Tanzania, mambo yapo sawa ama mambo hayapo sawa? Shukran sana, na Mungu ayazidi kuwabariki na kuwaonekana.